Muda uliopangwa wa tume ukiisha, hakuna mtu mwingine ambaye ataruhusiwa kwenda kupiga kura. Kama muda ukiisha na wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi atasimama nyuma ya mtu wa mwisho kwenye mstari mpaka wamalize kupiga kura. Siku ya uchaguzi, mpiga kura hatakiwi kutumia ishara au kuvaa nguo zenye rangi inayoashiria itikadi ya chama chochote cha siasa. Lakini mpiga kura awapo kituoni atatakiwa kutoa kipaumbele kwa wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, akina mama wajawazito na wenye watoto wachanga watakao kwenda kituoni hapo. Hao watapewa kipaumbele waweze kupiga kura kwanza, ili waweze kuondoka kwenda kutimiza majukumu wao kwa mazingira ambayo yanakuwa yame yanawahusu kulingana na hali zao. Lakini endapo mpiga kura hataona jina lake katika orodha ya wapiga kura kituoni, atatakiwa amuulize karani mwongozaji ili amsaidie kuonesha kituo chake cha kupigia kura. Maana sehemu nyingine unakuta watu walikuwa wengi, ili foleni isiwe ndefu akapoteza muda, waligawanya vi, vituo. Sehemu nyingine kuna vituo viwili hadi vitatu. Atamuuliza huyo karani, atamwelekeza kituo chake ambako jina lake lilipo, aweze kujua lilipo, ili aweze kwenda kutimiza wajibu wake. Kura yako ni haki yako, jitokeze kupiga kura.